Kila kiumbe duniani utamani kusikia neno na kupenda, inategemea ni wapi na wakati gani. Mary, Mungu alimjalia, alimpa ufahamu mapema kwamba neno na kupenda ni neno zuri sana, lakini haikuwa wakati mwafaka wa yeye kulipokea. Msikilizaji karibu, natumaini wewe ni mzima wa afya, kwa rehma zake Mwenyezi Mungu tumekutana tena hapa Masabuna Simulizi. Mungu ni mwema amen. Mimi bwana, wewe ndio rafiki mwema kwangu, na kuomba usubscribe, ulike, ucomment na ushare na wengine hiki unachokisikiliza, sawa eh? Ni burudani tu, msikilizaji, inaendelea. Itakusisimua kidogo, itakuburudisha, itakuchekesha, pengine itakufurahisha pia. Masabuna simulizi inaendelea kukuletea sehemu ya pili ya simulizi nzuri sana ya kijana mtanashati msomi tajiri anajiamini na ana hofu ya Mungu, alafu eti hajatumika. Ni nani huyu? Pale mwisho wa sehemu ya kwanza msikilizaji, ilikuwa ni kwamba baba yake Mary, mzee Mapalala, baada ya kushuka kiuchumi kutokana na maradhi ilimlazimu kukubaliana na hali. Mary na wadogo zake Michael na Joel walihamishwa shule, mama yao alishika gurudumu la kuendesha familia kwa kuanza kazi ya umamantilie. Mary na wadogo zake walizoea kabisa shule ya kutwa. Kama ilivyo katika mikusanyiko katika jamii zetu, mashule ni sehemu watu kutana na kutengeneza miunganiko yenye nia njema kabisa katika maisha, ila pengine unakuwa ni wakati ambao sio sahihi. Group discussion lake Mary liliingia mushkeli kidogo baada ya mmoja wa wavulana kutumia nafasi hiyo wakati usio sahihi kumtaka Mary kimapenzi. Mary alikataa, masomo yaliendelea. Na msikilizaji, mapambano yetu ya kusaka matokeo ya mitihani yaliendelea kupitia grupu letu. Kipindi kingine cha mitihani kilikaribia, mitihani ya nusu muhula. Siku moja tulijisomea mpaka muda wa saa kumi na mbili jioni, kiza liliingia tukiwa bado shuleni. Takir na Abu waliamua kutusindikiza mimi na Mary kama kawaida. Siku hii Deogratus hatukuwa naye. Tukiwa njiani tunarudi nyumbani taratibu, msikilizaji, wanafunzi mliozoeana utani ni mwingi sana, si ndio eh? mimi na Abu tulikuwa tumeshikana mikono, Takir na Joy nao walikuwa wameshikana tulikuwa tunatembea huku tunakariri baadhi ya vitu tulivyojifunza vya mitihani. Ilikuwa ndio tabia yetu, hata tukiwa naye Deogratus tulikuwa tunafanya hivyo. Naam, ghafla nilishtuka, kitu kizito kimenipiga begani kwenye mkono wangu wa kushoto. Nianguka chini nikiwa na maumivu makali sana, mkono ulikuwa umetibuka sehemu ya bega. Kuwa ilikuwa ni kiza kiza, tuliona tu mtu akikimbia Taki, alimuona alikuwa ni Deogratias ila hakusema kitu. Waliniinua pale chini wakanipeleka nyumbani haraka. Mama alishtuka sana kuniona katika hali ile. Kwa msaada wa majirani na wateja wa mama waliokuwa pale mgahawani, nilikimbizwa hospitali, ikaonekana mkono umeteguka. Nilipewa huduma, nilitoka hospitali siku ya pili yake nikiwa na POP. Nilikaa nyumbani siku mbili kwa kuwa mitihani ilikuwa inakaribia, ilibidi niende shuleni hivyo hivyo. Deogratius naye hakufika shuleni siku mbili mpaka alipoona hakuna jambo lolote na mimi nimesharejea shuleni, ndipo naye alikuja. Wala hakuja tena kwenye grupu letu, alikuwa akiniona, anajifanya hajaniona. Takire aliniambia Mary, pole sana, ni Deogratius alifanya vile, nilimwona nilimfuata kumuuliza. Alisema anakupenda sana, anajuta kufanya maamuzi yale, alijisikia vibaya sana alipotuona siku ile tumeshikana mikono, anaomba umsamehe sana. Takiri alinisii sana Mary, please msamee maana tukisema atafukuzwa shule, akirudia tena basi tutamripoti. Nilisikitika sana na kujiuliza, msikilizaji, sasa huu ni upendo wa aina gani? Ningekufa je? Ndio nilimchukia mazima. Eas alinipotezea na mimi ndio kabisa nilimchukia sana, ila tuliendelea kusoma pamoja, ingawa sio mara kwa mara. Msikilizaji, hatimaye tulimaliza kidato cha sita, kila mtu akaenda njia yake. Hata sikufuatilia tena wenzangu walikwenda vyuo gani. Mimi nilikwenda IFM, nilisoma mambo ya banking and finance. Siku nazo hazigandi, msikilizaji. Miezi, miaka yenye mapito mengi mazuri na mabaya, uzima na ugonjwa, changamoto na fursa, ilipita. Tulikuwa sasa mitaani watu wazima na shughuli zetu. Mimi nilipomaliza tu degree yangu ya kwanza nilifanikiwa kupata kazi benki moja hapa mjini. Ajira ilinivusha hatua kubwa sana kwa muda mfupi tu. Msikilizaji, kama ujuavyo, ukibahatika kupata ajira ya kudumu ukimaliza mwaka tu, kuna fursa za mikopo kuendelezwa kielimu na exposure kibao kwa ajili ya kujengewa uwezo na mambo kama hayo, ingawa sio taasisi zote. Nilipanga nyumba nzuri mjini nikanunua na gari ya mkopo, na nilifanikiwa kununua eneo dogo kwetu nyumbani Itigi, eneo la barabarani, barabara kuu iendayo mikoa ya kaskazini. Nikajenga fremu za maduka. Nilimfungulia mama mgahawa mkubwa mzuri, nilimnunulia vyombo na majiko ya kisasa. Mama aliendeleza biashara za kupika kwa ukubwa zaidi. Siku moja moja, mzee naye alikuwa akisikia nafuu, anajisogeza anasaidia hata kupokea pesa pale mgahawani. Kwa kuwa ilikuwa ni eneo la barabarani, hata magari makubwa mabasi ya abiria yalisimama pale kupata chakula. Mgahawa ulileta mafanikio makubwa sana nyumbani. Wazazi wangu walifurahi sana, walinipa baraka zote. Basi hapa mjini mimi nilikuwa ni relax tu, ni kazini, nyumbani. Kama ujuavyo, kazi za benki bize tokea unaingia mpaka unatoka. Rafiki yangu Joyce, yeye ni mhandisi majengo. Baada ya kuachana, tulipomaliza kidato cha sita, tuliwahi kukutana tena supermarket, tulipeana namba, ila kila mmoja ajamtafuta mwenzake kwa ujumla ni kama kila mmoja wetu ali move on, huenda mambo yalikuwa ni mengi, muda mchache. Wadogo zangu nao walifanikiwa kumaliza masomo yao vizuri kabisa, asante mama yetu Bilusiana. Bwana Michael Joseph Mapalala, yeye ni mwajiriwa sehemu fulani huko serikalini. Joel Joseph Mapalala, yeye bwana ni mwanamuziki mkubwa wa nyimbo za Injili na pia amejikita kwenye biashara ya kuuza magari baada ya mimi nataka Michael kumsupport kidogo. Hajaokoka, lakini ndoto yake ni kuja kuwa na kanisa kubwa sana hapa mjini. Hao ukiwaona utadhani mapacha, lakini Michael ametangulia, alafu ndio Joel. Wazazi walifanya chap kidogo hapa, wapewe maua yao. Naam msikilizaji, sasa binti Mary Joseph Mapalala ni afisa wa benki niko hapa naendelea na shughuli zangu za kila siku. Niko smart, napendeza kila siku, kasura kanazidi kung'aa, nanukia mwenyewe mapafyumu ya mwenye ya gharama. Naendesha gari ya kununua mwenyewe, ingawa ya mkopo. Yaani pesa inaongea, wanaume wengi sana wananifukuzia, lakini mimi sio shida zangu. Kila aliyekuwa ananifukuzia mimi nakaza tu Msikilizaji, cha ajabu, ghafla moyo wangu ulimdondokea mwanaume mmoja, ambaye na sikuwa namfahamu kiundani sana, anafanya kazi wapi au ni mtu wa aina gani. Aliniambia anaitwa Joram, nilijikuta namzoea sana Joram, maana alikuwa ni mteja maarufu sana wa benki yetu. Joram alikuwa haleti pesa, bali huja kuchukua taarifa zilizotoka na kuingia kwenye akaunti ya kampuni yake kupitia kwa meneja na meneja ulituma mimi kumpatia taratibu. Tulizoeana, alikuwa rahisi kumwamini. Lakini ilitokea siku moja, nilipata shoti kubwa sana. Nilifanya makosa kwenye kuhesabu pesa, tukiwa kwenye mazungumzo na meneja, huku nikiwa nalia, maana niliona sasa kibarua kinauta nyasi na kulipa juu. Joram aliingia, meneja alimwambia asubiri kidogo, lakini tayari alikuwa ameshaniona katika hali ile. Baada ya mazungumzo marefu na meneja, meneja alisema Mary, tumalize kazi, tutaendelea baadaye. Ndipo nikatoka kabisa nje, nyuma ya jengo nikiendelea kulia. Joram alinifuata, alikuja nilipokuwa nimeketi na kutaka kujua kilichotokea siku sita. Nilimsimulia kila kitu, alininua pale chini na kusema, nitakusaidia Mary, usijali, ngoja nikazungumze na meneja. Joram alilipa zile pesa na kuniambia nimeisha hilo mama. Alimwomba meneja anipe mapumziko japo siku mbili. Muda huo huo Joram aliniambia, acha gari yako mama, nitakupeleka nyumbani. Joram aliniokoa kwenye janga hili kubwa, na ndipo mahusiano yetu yalianza, nijikuta nakubali kila alichonieleza. Alinifikisha nyumbani kwangu, nilikuwa naishi nyumba ya kupanga na baadhi ya ndugu na dada wa kazi. "Mary, unahitaji utulivu, nakuomba chukua nguo za kubadili nikupeleke sehemu katulie. Hapa sioni kama utapata utulivu, maana ndugu watataka kujua kulikoni wakikuona hapa nyumbani." Sawa msikilizaji, hata sikubisha, tuliondoka, akanipeleka kwenye hoteli moja kubwa sana, iko ufukweni. Alilipia chumba siku nne, tulipeleka vitu chumbani, kisha tukaenda kupata chakula. Kisha aliniambia naenda kukia jambo, nitarejea. Ukichoka kukaa hapa, kapumzike chumbani. Sawa mama. Basi nilienda chumbani, nikaoga mwenyewe, nikajifunga tenge langu, nikajilaza kitandani. Baada ya kama lisali moja, Joram alirejea, alinikuta chumbani, nipo ndani ya kitenge tu, nimejilaza kitandani. Natafakari sijui ingekuwaje kama sio huyu kaka. Sasa sijui ndio nilikuwa nataka kulipa fadhila hata sijui ilikuwaje. Alipofika moja kwa moja alinifuata kitandani. Akalala pembeni yangu. Unajisikiaje? Naomba nikubusu. Nimwangalia tu, sikuwa na kufanya. Msikilizaji, mimi nilikuwa sijabusiwa kabisa. Kilichoendelea, Joram alijiongeza tu mwenyewe. Alianza kunigusu kwenye paji la uso mwisho akaanza kuninyonya ulimi huku akipapasa matiti yangu makubwa yaliyokuwa yamesimama dede. Eh, penye mnyama swala, unadhani mnyama simba atafanyaje? Anajilia tu basi. Joram alinuka, akavua nguo zake zote. Mimi bila kujielewa, niliziba uso wangu. Akaniambia bona ficha uso wako, unaogopa nini? Kilichofuata, Joram alishtuka, hey, mwanamke nauta au Meri haujaoa hivi sio sawa Meri mbona kuniambia mpaka nimekuumiza hivi? Pole sana. Nilisikia tu aibu msikilizaji, sikujua hata kama bado niko sildi. Miaka yangu kadhaa, niliona nimeshakomaa, pengine hamna kitu. Nilipata maumivu makali sana, ila nilijikaza Nijiona ni mdada mkubwa, si sawa kudeka sana. Joram aliomba msamaha mara nyingi, alinunulia dawa za maumivu akunrudisha nyumbani. Mpaka Jumapili jioni alinichukua mpaka nyumbani kwake. Alikuwa anaishi na mlinzi na dada wa kazi. Jumba lilikuwa kubwa zuri, la kifahari kwenye makazi wa watu wa chachi, ya watu wachache, mandhari ya kuvutia. Msikilizaji, penzi letu lilinoga. Nilimpenda sana Joram naye alinipenda Zawadi ya kujitunza nilipelekwa Dubai shopping. Kama yote karibu kujaza kontena. Safari za hapa na pale za kula bata Zanzibar na Nairobi, huko kote alinipeleka yeye. Kwa ujumla, ilikuwa alipo nipo. Alinilipia mkopo wa gari yangu ukaisha, alinibadilishia gari nyingine mpya, alinivisha pete ya uchumba kwa ahadi ya ndoa. Pete ya uchumba nilikaa nayo kidoleni mwaka mzima, ndoa lini sijui Msikilizaji, aka mwenyewe hata kuwaza nilikuwa siwazi iondoa. Nilikuwa nikimwona tu, joto la mwili linapanda. Joram aliujua udhaifu wangu kwake, alikuwa hata atumie nguvu nyingi penzi, alilipata muda wowote akitaka. Basi niliendelea vema na kazi, very happy. Uhusi wangu alinisifia sana uchapakazi na uaminifu wangu katika kazi. Na, na msikilizaji, ilikuwa siku moja siku ya Jumamosi, siku ambayo benki yetu hufanya kazi nusu siku. Tukiwa tunakaribia kufungafunga, baadhi ya wateja wakiwa bado ndani, ghafla lilitokea tukio baya sana mbele ya macho yangu. Msikilizaji, nilimwona mtu niliyemfahamu kabisa katika hili tukio. Haya msikilizaji, ni tukio gani limetokea ndani ya benki mbele ya macho ya Mary? Kuwa nami hapa msikilizaji, kusikiliza sehemu ijayo, itakuwa sehemu ya tatu. Usisahau kubonyeza kengele kuipata pia. Sikiliza simulizi nyingine Zimto, Adelina, Dr Laura na nyingine nyingi, zipo hapa Masabuna Simulizi. Bye.